Nam nite madema au Dokta Maganga, ndugu zangu, leo nimekuja na dawa e, dawa ya mnato wa mapenzi. Hii ni limbwata au lukomolo, ni dawa ya kumkomola mwanaume au mwanamke, ni dawa ya kumfanya mwanaume akupende sana, akugande, akung'ang'anie E, na awe anakulilia vivyo hivyo. Hata kwako kwa wewe mwanaume, unataka mwanamke wako akupende, akugande, akungang'anie, akulilie usiku na mchana, itumie hii dawa, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu atakwenda kukulilia. Lakini huwa anasema hakikisha unamtengenezea mtu Eh, unayempenda mtengenezee mtu unayemtaka na unahitaji kuishi naye kweli kweli. Kama umeanza kutengeneza mahusiano, mahusiano yako hayako vizuri, yanalegalega, na unataka yawe vizuri, basi hii ni dawa ambayo unaweza ukaitumia na mambo yako yote yakakaa sawa kabisa. Lakini hakikisha unayemtengenezea uwe na uhakika unampenda, lakini usimtengenezee kwa sababu anavijihela eh, hivi uchukue vihela vyake usiyo na time naye. Lakini pengine wewe mwanaume umeona mwanamke mwana huyu ni mzuri, anaonekana tu mzuri, nitembee naye kisha niachane naye, utakwenda kumtesa na utakwenda kumsumbua mtoto wa watu, kwa sababu ni dawa ambayo itafanya muda wote akulilie, muda wote anatamani kuwa karibu na wewe eh. Lakini vivyo hivyo hata kwa wanandoa eh, unaitaka ndoa yako iwe yenye amani na utulivu, itengeneze hii dawa. Ni dawa nzuri kabisa, ni nzuri hm. Mwanaume wako amebadilika E, mahusiano yako yamebadilika, ndani hayako vizuri, amani hakuna, ugomvi kila siku, mkiulizana kitu kidogo ugomvi. Basi hii ni dawa ya kwenda kutuliza ugomvi na ghasia zote ndani ya nyumba. Ni dawa nzuri kabisa, ni limbwata au rukomolo, inaitwa mnato wa mapenzi au mgando, atakuganda na atakungang'ania. Hata kama unaanzisha mahusiano mapya, eh, labda mahusiano yako hayana muda mrefu, lakini unataka yadumu siku zote, basi, hii ni dawa hii ya kutengeneza kabisa. Unaitengenezaje dawa hii? Cha kwanza unachotakiwa kukifanya, hakikisha nimesema uwe anampenda mtu wako. Hii ni dawa hata kama mtu ameondoka, ameonda mbali na wewe, unahitaji kumvuta. Eh, unaitumia hii dawa, anavutika na anakuja na unamfunga.